Moja ya kundi la watu ambalo ambalo mara nyingi wamekuwa wakiongoza kwenda kwa waganga wa kienyeji ni wale watu wenye changamoto ya vidonda vya tumbo na acid reflux, na moja ya sababu kubwa inayowasababisha watu hawa waende kwa waganga wa kienyeji ni dalili mbaya ambazo mara nyingi wanazipata usiku. Na kwa nini wanapata dalili nyingi mbaya usiku baada ya kuwa na changamoto ya vidonda vya tumbo na asidi reflaksi? Ni kwa sababu usiku ni muda ambapo unakuta tumbo lako linakuwa tupu. Sasa kama tumbo lako likiwa tupu, unakuta asidi inamwagika. Ndio maana mara nyingi unakuta wanapata maumivu kwanzia saa saba, maumivu makali na dalili kali sana, kwanzia saa saba mpaka saa kumi. Ndio maana watu hawa huwa harali, ndio maana wengi wa wamekuwa ambao wana imani yaba wamekuwa wanaenda kabisa mpaka kwa waganga wa kienyeji. Kinachosababisha hivi ni nini? Ni yale maumivu makali wanayoyapata. Ndugu yangu, haina haja ya kuhangaika, hiyo ni changamoto ya vidonda vya tumbo na acid reflux. Fuatilia miongozo sahihi, ni vitu gani unatakiwa uvifanye usiku, ile jioni, ili uweze kuepuka a, na changamoto moja kwa moja ya vidonda vya tumbo na acid reflux. Haina haja ya kuchanganyikiwa, hakikisha unapata tiba sahihi ambayo itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Kama utakuwa na swali lolote, una jambo lolote linalohusiana na afya, basi W Sabo Clinic tupo hapa kuhakikisha afya yako inaimarika. Karibu na Mungu akubariki.